Naam, mtazamaji wa Trend TV hebwana, leo niko hapa kwa ajili kwa ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni bwana. Hii ni habari ambayo inamhusu mwanadada ambaye and, ni mmoja kati ya mastaa wa Bongo Movie anayefahamika kwa jina la Jacqueline Wolper. Bwana Jacqueline Wolper bwana ni mmoja kati ya macelebrity ambao hivi karibuni bwana amekutana na changamoto. Na changamoto ambayo amekutana nayo, kiukweli tunaweza kusema wazi kabisa kwamba ni mmoja kati ya vitu ambavyo vizito kwelikweli, na ni changamoto ambazo of course zinawakuta watu wengi sana katika mazingira mbalimbali, au katika jamii kwa ujumla, kutokana na kwamba tunafahamu kwamba hawa wadada wa kazi huwaga mara nyingi wengi wao sio waaminifu Sasa hilo swala la wadada wa kazi kutokuwa na uaminifu bwana, kwa upande wa Wolper, yeye amelearn in a hard way. Yani maana yake ni kama vile yani yeye amekutana nalo practically au limemkuta kwa namna moja au nyingine, na hii ni baada ya video na maelezo ambayo ameyaweka yeye mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa ameexpose baadhi ya footage ambazo zimeonekana katika CCTV camera ambazo zilikuwa zinaonyesha tukio hilo la dada huyo wa kazi alilolifanya pale nyumbani kwake. Kama unavoelewa hawa macelebrity wakobize hususan mwanadada kama huyu ambaye tunafahamu kwamba ni mjasilia mali yeye na mumewe mara nyingi huaga na kuwagabize, kiasi kwamba kazi nyingi huwa anaziacha kwa dada wa kazi kwa ajili ya kutunza watoto, chakula, kuwafulia, kuwapikia, kwa eh, kuwasimamia nyumbani na vitu vingine kama hivyo, wakati yeye yuko na pilika pilika zake nyingine za kibiashara so kutokana na hizo harakati bwana, the end of the day ni kwamba huyu bidada wa kazi ambaye amempata this time around ni kama vile amemwingiza mjini kwa namna moja au nyingine. So hapa kuna baadhi ya page zimekuja kuripoti kuhusiana na tukio ambalo limemkuta Jacqueline Wolper, lakini pia vilevile vile tukio hili ni kwamba limeshuhudiwa na wadau mbalimbali na yeye mwenyewe pia Wolper amelishuhudia baada ya video za CCTV camera ambazo alikuwa amezifunga pale nyumbani kwake, kwa hiyo alikuwa anashuhudia hili tukio lote kupitia simu, eh, mazingira ya nyumbani kwake, jinsi hali ilivyokuwa ikiendelea, na hii ni baada ya kupata huo wasaa wa kufuatilia CCTV kamera baada ya hili tukio kutokea. So kupitia mitandao ya kijamii eh, ni kwamba hapo kuna peji imeandika kwamba bwana mwigizaji wa bongo movie Jacqueline Wolper ametangaza kuwa ameibiwa vitu vyake vya thamani na mfanyakazi wake wa ndani ambaye alimwajiri wiki mbili zilizopita. Wolper amefunguka kuwa wafanyakazi wa ndani hata wathamini, uh, na kuwaonyesha upendo mkubwa, lakini mwisho wa siku huwa wanatenda mabaya kama hayo. lakini pia vilevile imeripotiwa vile kwamba Wolper ameshare clip kutoka kwenye CCTV kamera inayoonyesha namna gani ambavyo mfanyakazi huyo aliiba na kubeba vitu eh, akatokomea mara moja kusikojulikana. Hata hivyo vile vile, Wolper ameeleza kuwa baada ya matatizo hayo, ni kwamba baadhi ya watu wamemtafuta wame, baadhi ya watu wameshaanza kumtafuta wakiwa naomba kazi, lakini amekiri kuwa atoajiri tena mfanyakazi wa ndani kwani amejifunza kutokana na sakata hilo. Yaani mara tu baada ya Wolper kuposti hiki kilichotokea, eh, kuna wadada wengine wameona hii ni fursa. Kwa vile Wolper amekosa mfanyakazi wa ndani, wameshaanza kuomba kazi, lakini kwa mujibu wake mwenyewe, Wolper amedai kwamba amejifunza kutokana na hili sakata na wala hana tena mpango wa kumwajiri mfanyakazi mwingine yeyote wa ndani. So, kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii Wolper ameambatanisha posti tatu mfululizo zikiwa zinazungumzia hilo tukio ambalo limemkuta nyumbani kwake. Ya kwanza kabisa ameweka picha za huyu bidada eh, screenshot za kamera pamoja na baadhi ya clips ambazo zilikuwa zinamwonyesha huyu bidada akiwa anafanya tukio hilo la kuiba ndani kwake na kutimua hapa ni kwamba akawa ameandika kwamba kweli nimeamini kuna wasaidizi wengine wa kazi ni matapeli. Haijalishi utakuwa unaishi naye vipi, tena wakikuona kwamba wewe ni mwema ndo wanaona kama vile ndo mdhaifu, kumbe tu unamtendea wema mtu we, wema lakini jamani, yeye anakulipa tofauti. Namtafuta mdada wangu wa kazi ambaye ameniibia vitu vya nyumbani kwangu vya thamani. Alafu akamalizia kusema kwamba yeyote yule atakayemwona, naomba anisaidie kunipigia simu namba zake hapo. Kisha akasema kwamba bwana ana wiki mbili tu kwangu. Jina lake ni Pascalina. E, sina hakika kama ni jina lake halisi. Akaendelea kusema kwamba na ana watoto wawili, akamwachia e, dada yake. Hana muda tokea afanye tukio hilo, ametoroka. Naomba sana arejee yeye mwenyewe maana sitaki e, tufike mbali. Namshukuru Mungu nina video zake na nina picha zake, kwa hiyo tafadhali, ni bora aje tu arejee na kurejesha vitu vyangu vyote alivyoniibia na kisha aende kwa amani. Ametoroka leo saa tatu asubuhi, yaani hizi taarifa alizitoa siku ya jana, kwa hiyo ametoroka jana saa tatu asubuhi. Wolper akarudia tena kwa mara nyingine kwa bahada, hata wiki mbili nimempa mshahara wa mwezi. Kweli dunia hii haina huruma, ni heri mtu kama hutaki kufanya kazi uniambie, maana mimi nina imani, sio lazima kuishi na mtu kama hutaki, kuliko kumchukulia au kuliko kujichukulia maamuzi au uamuzi wa kumuibia. Naomba sana utafute njia ya kurudisha hivyo vitu ulivyovichukua kwa amani tu, sitaki tufikishane pabaya, maana una watoto Wolper katoa maelezo hapa, e, swipe uone. Anajidai anaenda kuanika nguo kumbe ndio kabeba vifurushi. Alikuja na dera tatu tu na ndo moja ameliacha. Hebu tazama, tazama video ya mwisho lakini katika posti iliyofuata ni kwamba Wolper bwana akaja akaandika kwamba bwana hapo anacheki mazingira kama kaka wa garden yupo ili aweze kusepa. Kwa hiyo Wolper pia akaposti uh, video ikiwa anamuonyesha huyo dada wa kazi, wakati anaangalia angalia mazingira akazunguka nyuma kuangalia kama dada kaka wa kazi, kaka wa garden uh, yupo au amezubaa, ili aweze kuchomoka kufungua geti aondoke lakini pia katika posti iliyofuata hii ni posti ya tatu sasa. Wolper ameiposti ameandika kwamba, bwana Pascalina, umeniumiza sana, unapika chapati nzuri. Yani kwa kifupi, aliyemleta nilimpa zawadi juu yako leo, eh, leo kaliza vijana wangu wa, wa kazi wote, eh, kawaibia ngu, kawa, kawa nguo mpya na pesa zao za mishahara. Yani nimekasirika, kumbe bwana na wao pia ndio wame na wao kumbe, nimek, nimekasirika mimi kumbe na wao pia wameumizwa zaidi, wapo hapo wanalia tu, sina cha kufanya zaidi ya kuweka zaidi ya kuweka haya mambo sawa. Akaendelea kusema kwamba Pascalina umemliza mpaka Edina umemliza Ana umemliza Mark, nguo za kwangu na wakina P umezichukua hakuna shida, ila hawa wenzio nguo zao, hata nikitaka kutoka na hata nikitaka kutoka nao out. Eh, akamaliza hapa kwamba wanazionea ubaili sasa. Umebeba wewe kweli, aisee. Amemaliza hivyo Wolper. So hivyo ndivyo situation ilivyo kwa upande wa Jacqueline Wolper, na hicho kilichotokea nyumbani kwake. Lakini pia vilevile, at the same time, nataka nikupe pia, uh, nafasi na wewe pia ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili uh, weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.